wizara ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi imepata mafanikio makubwa katika usajili na ugawaji wa ardhi. Hadi sasa hati miliki zaidi ya laki moja 1474 zimetolewa kwa wananchi. Pia sehemu za majengo 252 imesajiliwa na nyaraka za kisheria laki moja zimeshaandaliwa. Hati za haki miliki za kimila 1542 zimetolewa kwa wananchi katika halmashauri mbalimbali hapa nchini. Shirika la nyumba la Taifa, NHC, linaendelea na ujenzi wa nyumba za gharama nafuu huku nyumba 1015 zimekamilika, 387 zikiwa zimekamilika kabisa na nyumba 628 ziko kwenye hatua ya mwisho kukamilika. Wizara pia imepitisha sera ya ardhi ya mwaka elfu mbili na ishirini na tatu na, na inaendelea kuboresha sera ya maendeleo ya makazi ili kuhakikisha usimamizi bora wa sekta ya nyumba na kuongeza tija.